Mheshimiwa Mwenyekiti, pia nashukuru kwa fursa hii. Naomba pia nimshukuru Profesa Mkumbo, waziri wa wizara ya mipango na uwekezaji, kwa namna ambavyo alitushirikisha katika kukusanya maoni na hatimaye maoni yetu yote yamezingatiwa. Nakushukuru sana Profesa, mmefanya kazi kubwa sana kiukweli, tumeridhika naw wat na wenzangu wenye ulemavu pia wana wamenituma nikushukuru, umefanya kazi kubwa, tumeridhika. Mwenyekiti, naomba nichangie maeneo matatu, kwanza eneo la elimu, afya na ajira. Mheshimiwa mwenyekiti, nianze na elimu. Uh, ninaomba serikali tunakoelekea iweze kuongeza shule za watoto wenye ulemavu kuanzia shule, shule za msingi kwenye ngazi ya wilaya mpaka mkoa, kwa sababu shule za wenye ulemavu ziko chache sana. Kwa hiyo watoto wenye ulemavu wanapata shida. Kwa mfano, mimi binafsi shule ya msingi nimesoma uh, nikitoka Zanzibar nikasoma Dar es Salaam, lakini pia sekondari ili kwenda Njombe. Kwa hiyo ilikuwa ni changamoto kubwa, namshukuru Mungu alinifanikisha nikamaliza kidato cha nne. Kwa hiyo naomba Serikali iweze kuongeza shule za wenye ulemavu kwanzia ngazi ya wilaya mpaka mkoa, lakini pia naomba Serikali iweze kuongeza walimu wenye ujuzi wa kuwafundisha, uh, walimu wa elimu maalum ambao wana wana ujuzi wa kutosha kuwafundisha watoto wenye ulemavu hapo, tutaweza kufanikisha vizuri malengo yetu. Lakini pia hizi shule ambazo zitajengwa, naomba ziwe shule za boarding, kwa kuwa uh, wazazi wengi wenye watoto wenye ulemavu uwezo wao ni mdogo. Kwa hiyo wakiwa wanalala bweni, angalau itapunguza makali ya maisha. Kuhusu afya, kwanza kabisa nipongeze ni serikali kwa jitihada kubwa sana katika kuboresha miundombinu, lakini naomba niongeze kidogo, niombe serikali iboreshe zaidi miundombinu kwenye vituo vya afya, kuwe na wakalimani ikitokea mtu ambaye ni kiziwi anaumwa kawaida binafsi huwa sipendi kutumia mkalimani kwa sababu ya usiri wa changamoto zangu za kiafya. Kwa hiyo pendekezo langu, ningeomba pia watoa wa huduma wa afya wapewe mafunzo ya lugha ya alama ili kuweza kurahisisha mawasiliano na kuwa na usiri. Pia kwenye upande wa miundombinu, hasa hasa vitanda vya wamama wajawazito wanapokwenda kujifungua, vitanda vingi ni virefu, viko juu. Kwa hiyo ningependekeza waboreshe vitanda viwe vya vya chini kwa ajili ya watu wenye ulemavu. Lakini pia niombe na niombe sana serikali iruhusu kurekebisha kanuni kidogo kwa upande wa wanawake wenye ulemavu wasioona wanapokwenda hospitali kwa ajili ya uzazi, iruhusu waweze kuingia na ndugu zao, kwa sababu tunacho kisa kimoja. Kuna mama mmoja sasa hivi ni marehemu, alijifungua matoto mapacha, lakini kwa bahati mbaya aliibiwa mtoto mmoja, akabakiwa na mtoto mmoja. Kwa hiyo ningeomba sana serikali iruhusu hilo ili wamama wajawazito wanapoenda kujifungua wenye ambao ni wasioona wawe na ndugu zao waweze kuwaangalizia watoto. Na tulipata shida sana kufuatilia hiyo kesi, lakini basi mwisho wa siku alibaki na yule mtoto mmoja. Ko, naomba sana ombi hili liweze kuchukuliwa na li, liweze kutekelezwa. Uh, kwenye upande wa ajira, Mheshimiwa Mwenyekiti kuhusu ajira uh, wapo wazazi wenye ulemavu wamepambana sana kuwasomesha watoto wao na watoto wao wamefika mpaka ngazi ya digrii, lakini wanapokuja mtaani hawana ajira. Kwa hiyo ningeomba sana watoto ambao wamezaliwa na wazazi ambao ni wenye ulemavu wapewe kipaumbele cha ajira ili waweze kuwasaidia wazazi wao ambao ni wenye ulemavu. Na pia uh, niwapongeze uh, mkoa wa Iringa wamekuwa ni mfano wa kuigwa. Pale mjini kuna kituo cha uh, watu wenye ulemavu ambao wanafanya kazi mbalimbali kama useremala, ushonaji na shughuli zingine. Kwa hiyo kimekuwa ni kituo muhimu kwa ajili ya ajira. Kwa hiyo niwashukuru sana, Mheshimiwa mbunge wa Iringa, lakini pia niwashukuru wabunge. Pia naomba tuige mfano wa mkoa wa Iringa. Kile kituo kinaitwa Neema Crafting. Kina kimefanya watu wenye ulemavu wasihangaike mtaani, kwa hiyo wengi wamechukuliwa pale wanafanya kazi na imekuwa ni fursa kwao ya ajira. Mheshimiwa Mwenyekiti, uh, naomba nirudi nyuma kidogo kwenye upande wa afya. Um, sisi watu wenye ulemavu tuko makundi tofauti tofauti, na tunavyo vyama kumi na mbili vinavyowakilisha watu wenye ulemavu kuna wenzetu wenye ulemavu wa afya ya akili ambao, uh, wanatumia dawa ili angalau maisha yaweze kuwa mazuri. Kwa hiyo ningeomba, uh, dawa zao angalau gharama ipunguzwe. Pia kuna wenzetu wenye ulemavu wa ngozi soriasis, ngozi yao inakuwa ina inababuka na mafuta yao, dawa zao ni gharama sana kwa hiyo ningeomba pia dawa zao gharama zao zipunguzwe ama wapewe bure kwa ruzuku, kama ambavyo ipo kwenye dawa za ARV kwa ajili ya HIV, watu wanapewa bure, na wao iwe hivyo. Mwisho kabisa, Mheshimiwa Mwenyekiti, uh, nimshukuru tena Mheshimiwa Rais um, kwa kumchagua umi kuwa waziri. Kwa hiyo tunatoka wote tulitoka wote Nguja, anafahamu mambo mengi na anaendelea vizuri sana katika kusimamia swala cnye ulemavu, aendelee hivyo hivyo. Nashukuru sana, naomba kuwasilisha, naunga mkono hoja. Asante sana.